Kunako ulingo wa wasomi wa kimataifa, weledi katika kuandaa wasilisho fulani ni mithili ya funguo ya dhahabu yenye kufungua milango ya heshima, ushawishi na uaminifu wa kielimu. Msomi wa kweli kamwe hatambulishwi kwa jina, bali kiwango cha weledi kinachothibitika kwenye maisha ya kila siku. Wataalamu kazini simu zikipigwa, maelezo yakitolewa, chumba cha kurushia matangazo kikiwa tayari kwa kazi maalum hapa, mitambo yenye hadhi ya juu ikiwekwa sawa, na mgawanyo wa majukumu ukikamilika, kila mmoja na eneo lake, ili kuuthibitisha msingi uliojao ukweli na uhakika ndani yake. Nasikia vizuri kwa kweli. Asante sana. Hapo unaonaje? Amekaa vizuri. Na yule begi hapo. Ah, daktari nikifanya hivi tuanze, eh? Honorable chairperson Dr. Louise Mapel Poto I recognize the urgent need for fundamental cultural shift. Thank you very much. Merci beaucoup. Muito obrigado. Asanteni sana. We, are going there. It was fantastic. <laughs> Your presentation ilikuwa nzuri sana tukilinganisha na ile iliyotangulia Yeah. Uh -huh. Mm -hmm. Mimi, mimi mm -hmm, shabaha yetu ni dakika kumi na tano mpaka kumi na mm, nane, ndani ya hapo wakifanya presentation tutakuwa tuna amani sana so, na tunajua, na, kwamba Uh, itatoa fursa sasa watu waweze kuuliza maswali mengi ili kuweza kufahamu ilani yake anayowasilisha. Unaonaje seshen ya kwanza wewe mwenyewe, kama unajiases namna ambavyo ulifanya? No, nafikiri seshen imekwenda vizuri. Nafikiri ni kitu ambacho kimefanya twende hizo dakika mbili, ni kwamba kuna marekebisho eh, tulifanya pamoja kama timu eh, saa moja kabla ya kunanii hili eh, nafikiri ni kuwa bado sijaweka vizuri katika nani, lakini sasa hivi mm, nafikiri tutakachofanya sasa hivi itakuwa katika ule muda ambao umepangwa. Mm, eh, kama kuna una hesabu majaribio ambayo umefanya paka kufikia leo umeweza kwa master speech yako ni majaribio ni mangapi? <laughs> na labda uko ukifanya kwa yani, muda nime gani? nimepoteza hesabu. Unajua, mbali ya haya ambayo tunafanya hapa na kila mtu lakini mimi nafanya mbele ya kioo, nafanya mazoezi mwenyewe. Ni watoto wangu nimewasumbua sana, nawaambia hebu eh, nisikilizeni hapo. Wanakaa wananisikiliza kama family. Tumehakikisha kwamba kila neno linalozungumzwa lina maana, limebeba maana fulani. Mm. kwa hiyo maneno yale ambayo yalikuwa hayabebi message kubwa tumeyatoa. Kwa hiyo itakuwa ishirini. Mm. throughout my careers I've worked with heads of states, ministers Profesa Mohamed Yakub Janabi, yeye ni moyo wa tiba na taa ya taifa, maono makubwa yaliyo kwenye fikra zake yakipazwa na shirika la utangazaji Tanzania, TBC. Hii ni ngoma ya taifa inayopigwa kwa sauti ya ukweli, nguzo ya habari iliyosimama katikati ya historia, na sasa vifaa vyenye hadhi ya juu vikichora sauti ya taifa na kioo cha utambulisho moja kwa moja, kama iwefa kama iwefa tu, baada ya jina lake kutangazwa kwa miongoni mwa wagombea watano wanaowania nafasi ya mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO kanda ya Afrika. Kila mmoja kwa dhati ya moyo wake akajitoa mwenye dua akaiweka mbele, ili kuitetea nafasi hii iliyoshikiliwa na Dr. Faustin Ndugulile kabla ya umauti kumkuta. Shirika la afya duniani WHO katika mchakato wa uchaguzi Ratiba ikaonyesha zoezi la wawania nafasi kujinadi kufanyika kwa njia ya mtandao. Nafasi ya kufanya uamuzi wa pahala pa kufanyia uwasilishaji ikitolewa kwa wagombea ikiwemo katika ofisi za shirika hilo. Profesa Mohamed Janabi nje ya machaguo yote akaichagua TBC. Hatua hiyo ikalifanya shirika la utangazaji Tanzania TBC kuvaa weledi na kuyaweka masilahi mapana ya taifa mbele. Damu ya bendera ya nchi ikamea katika mioyo ya wote kwa muda, mifumo ikatengenezwa na mazoezi yakafanyika kwa nguvu yenye hadhi ya nyota tano, nyota njema yenye picha ya Afrika mpya inajichora katika mlango wa asubuhi, ndani yake ikionyesha mwonekano wa furaha, mshikamano na ustawi wa vizazi vijavyo katika bara la Afrika, sauti za ndani kwa pamoja zikisikika na kumtaja Janabi kwamba yeye si jina tu, ni alama ya kujitolea, ni sauti ya wengi na daraja kati ya changamoto na suluhisho kwenye masuala ya afya ya binadamu. Profesa Mohamed Janabi, mzao wa 25 Disemba ya mwaka 1962 mjini Moshi, mkoani Kilimanjaro, yeye ni mshauri wa Rais Samia Suluhu Hassan kwenye masuala ya afya na mkurugenzi mtendaji wa Hospitali ya Taifa Muhimbili tangu mwaka 2022. Ubobezi wake pia ni kwenye utafiti na tiba ambazo zinatumika duniani kote. Madini yake akiyatoa darasani kwa wengi ili kuusaidia ulimwengu akiwa ni mhadhiri wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Tiba Shirikishi Muhimbili MUHAS kuanzia mwaka elfu mbili hadi sasa. Mhadhiri katika chuo kikuu cha tiba cha South Carolina, Marekani kuanzia mwaka elfu mbili na tatu hadi sasa. Mhadhiri mshiriki wa chuo kikuu cha magonjwa ya moyo cha Marekani na mkaguzi wa matibabu ya usafiri wa anga aliyeidhinishwa na mamlaka ya usafiri wa anga ya Marekani kuanzia mwaka elfu mbili na tano hadi sasa. Amekuwa daktari mkuu wa Rais Mstaafu wa Awamu ya Nne Dkt. Jakaya Mrisho Kikwete, na amefanya kazi ya kibobezi katika taasisi ya magonjwa ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI kati ya mwaka 2015 hadi mwaka 2022, lakini ni daktari mkurugenzi katika shirika lisilo la kiserikali la madaktari wa Afrika lenye asili yake Marekani wakilisho la mtoto wa kijiji na msomi wa mji, mkulima aliweka jembe begani, na daktari mwenye kutibu kila linalojitokeza, mwalimu na mama kule sokoni, wote wameshikana mikono, mioyo ikiwa imara kwa pamoja, imani yaani wakati wetu ikipenya kwenye mioyo yao, na Profesa Janabi ndiye mjumbe wa matumaini yote kwa pamoja historia ikiendelea kuchorwa kwa wino wa mshikamano na jukumu la kuibuka kidedea likichukuliwa kama cheche ya mapinduzi ya kiafya barani Afrika. Kama malengo yale saba ninayoyataja, ni malengo ya kwangu ambayo nikiingia kazini ndio natakiwa kuyafanya, kama zile ishu nne nilizoziongelea, zile ndio ishu nne. Wakati wa kampeni inazunguka nchi mbalimbali mbali, ndo vitu nilivyokutana navyo, kama kwa nini mimi nafaa zaidi kwenye hii nafasi. Najua kwa nini nafaa zaidi. Kwa hiyo nafikiri sasa hivi tutafanya vizuri zaidi. Anapotembea historia huinama kwa heshima, mdomoni mwake ujazwa kutosha wa hekima, mwamko wa matumaini ukijaa moyoni mwake. Sio tu rais mstaafu wa awamu ya nne, yeye ni mstari wa mbele. Ameitwa tena na tena, si kwa vyeo vyake, bali kwa dhamira Rais Samia Suluhu Hassan alipotamka twende na Janabi, aliutuma mshale wa matumaini, nao lichagua kuongozwa na mzee wa busara, balozi wa Afrika, sauti ya heshima, Dr. Jakaya Mrisho Kikwete. Katika ofisi za shirika la utangazaji nchini, kwa pamoja ni mikakati ya kung'ara ili jina la Profesa Janabi liangaze kama nyota ya asubuhi kwenye anga la afya ya Afrika. Hapa mambo makubwa. Mwenyekiti wa kamati Dr. Jakaya Mrisho Kikwete na wajumbe akiwemo Waziri wa Afya Jenista Mhagama kwa utuo wa kiketi na kuyapangilia mengi. Hatimaye ni muda wa kuona kinachofanyika ili zaidi. Together, we have the power to transform other africa i humbly ask for your vote on the 18 th of may together we can shap a brighter future for africa thank you meseboku mito apevato asante Sana. Siku nyingine maandalizi yakiendelea, wasilisho likiendelea kupikwa kabla ya kusikika. Wakati wanawania nafasi ya mkurugenzi wa kanda wa WHO kwa kanda ya Afrika watakapojinadi kwa njia ya mtandao dakika za mwishoni kabisa, hakuna shaka wala papaso la woga. Ndani ya ofisi imetanda hewa ya matumaini hewa ya kazi ya muda mrefu, hewa inayosisitiza kuwa twende na Janabi. Kila mtu ni sehemu ya tukio: wapiga picha, wasimamizi wa sauti, waelekezi wa matangazo kwa pamoja wameungana, kila mmoja akijua kwamba ni siku ya kazi, siku ya kuandika historia ndani ya chumba hiki kimya Kamera zimenyamaza lakini zipo macho, mikrofoni imetulia tuli, lakini ipo tayari kupokea sauti ya daktari mwenye maono ya juu. E, e, washazungumza washiriki wawili na bado wawili, ambapo sasa hivi profesa Janabi anaenda kuingia. Nimewasikiliza wagombea wawili, nikijaribu kufananisha na uwezo wake nilivyokuwa nikimsikiliza naye kwenye mazoezi eh, kabla ya kuingia kwenye mtanange. Naamini Mungu kwa upande wake uwezo wake na Mungu amsaidie wamsaidia inshallah. Amina. Tuko hapa na huyu ni mpiga picha mkuu ambaye shi, anashiriki katika zoezi hili kuanzia mwanzo mpaka hapa tulipofikia. Ah, nilipowasikiza washirika waliopita naona sisi bado tuna nafasi kubwa, kwa sababu mgope wetu naona na iko vizuri na najiamini na iko comfortable. Ah, nataka heri kwa kuendelea kujiamini. Muda ukifika baada ya saa saba hivi tuingie hewani. Ah, zoezi linakwenda vizuri so far. Na yeah. Tuna tuna tunaendelea vizuri, tumeshajiseti vizuri, na bila shaka profesa atakwenda vizuri tu. Hii inaweza kutokea kama nani yule anasoma aridhio jangaoana <laughs> ntokea kama hapa, kama hapa <laughs> <laughs> kama gangani leo.

2025. Ah, jamani. Asante, Daktari. Yaani kweli ni kushukuru sana kwanza hii studio imeniongezea... oh, so <laughs> <laughs> nailed it. Mkurugenzi mkuu wa TBC Dr. Ayub Rioba, uso wenye furaha ukionekana si tu katika picha, moyo ukiridhika kwa shirika, kwa sehemu ya jambo kubwa lililofanyika. Sauti ya daktari, mwana wa ardhi ya Tanzania ikipazwa kwa kiwango cha juu, hakika imekuwa safari yenye kumbukumbu kumbu kubwa. Mei 18 ya mwaka 2025. Hatimaye historia inaandikwa, historia mpya ya matumaini. Hii si tu zawadi ya juhudi binafsi, bali ni mwanga kwa bara zima. Ndoto iliyopandwa katika udongo wa bidii imemea na kuchanua hatimaye kuzaa matunda. Afya ya bara la Afrika si ndoto ya mbali, bali ni ahadi inayotimia hatua kwa hatua za dhati. Pongezi ni kwako kwa Profesa Mohamed Yakub Janabi kwa kuchaguliwa kuwa mkurugenzi wa shirika la afya duniani WHO, kanda ya Afrika.